Jaribu kumwambia siku moja, nikamwambia siku zote kwa habari ya imani iliyo kubwa ndani yako ni ile inayoweza kukusaidia ulioibeba ndani ya nafsi yako. Akaniuliza, je, hii rosali? Nikamwambia, rosali hii imetengenezwa na mkono wa mtu, hii rosali ni sanamu ya fulani ni sanamu ya fulani yaani, sawasawa leo tukutane na sanamu ya ahati uh, nani? Julius Kambalage Nyerere, ni sanamu yake. Ndio Nyerere eh? Ndio Nyerere huyo, lakini ni sanamu ya nani? Kuna sanamu ya Yesu na Yesu mwenyewe. Kwa hiyo wewe, hicho unachoweza ukavaa, hapa umevaa sanamu ya yeye na imechongwa na mtu. Utanisamehe tu naenda maana kukupeleka mahala, naenda kukuvuruga, lakini acha nikuvuruge ili upone na uwe salama. <coughs> Unajua kuna wamiliki wa hii kitu eti, na ndio maana kuna makampuni tofauti tofauti ya hii kitu. Kuna wamiliki wa hii kitu na mimi kwenda kuinunua sijaenda kuinunua kwa Mungu. Inawezekana nilipokuwa nainunua, nilikuwa nipo nasema tu, nipunguzie. Anakataa, anasema na sisi tumetumia gharama kubwa ii. Je, nilipokwenda kuinunua hii, je, nilikuwa naenda kununua kitu gani? Hiki nimenunua kitu gani? Hiki kinaitwa nimenunua. Mwingine amesema Bibilia, mwingine amesema neno la Mungu. Tutajua mahali tutapoiweka. Je, nilienda kuinunua ili iweje? Nisome sawa? Ndio maana nasema leo naweza nikakuvuruga kwa kweli na mimi nataka nikuchanganye kidogo sasa. Kwa nini hii Biblia unaweza ukaikuta iko hata kwa mganga wa kienyeji? Amekuchanja, amemaliza na anakusomea maandiko, anakwambia si uangalie na hapa, Mungu anasema jisaidie, na mimi nitakusaidia Unaona, hata Mungu anasema mjisaidie, acheni ujinga. Mnadanganywa na wachungaji, shauri linaanza kuponda wachungaji, linaanza kuponda imani, ili uliamini, lakini hautasikia hii Biblia inazungumza ya kwamba itoe pale sauti iseme, ila we mganga wewe we, yaani kweli unafanya ya mambo na mimi niko hapa kabisa, unaniweka hapa. Hautasikia pale dukani nasema, lakini we bwana wewe We masawe masawe, unaniweka hapa masawe, na wakati mimi ni Biblia takatifu. Unafanya mambo yako, na wakati kuna kichwa cha mtu hapo chini, na mimi niko hapa ha -ha. Yenyewe utakuwaipeleka ina maana ni maandiko hayaongei, ila kuna waandishi waliofuatilia historia, wanafuatilia historia miaka na miaka, kizazi hadi naweza nikasoma maandiko haya, maana ninaposoma maandiko haya, kwa mfano nisome historia ya mtu ya kwamba mtu mmoja alisimama akapigana vita ila akamwita Bwana. Yaani, naniambia alimwita nani? Bwana. Alimwitaje Bwana? alimwita mara mbili, mara tatu, mara nne, hakukata tamaa, akaendelea. Na mimi ah, kumbe nikisimama huyo Mungu aliyomsaidia huyu, na mimi nikasimama bila kurudi nyuma, nikasikate tamaa, kumbe atanisaidia. Aha, atanisaidia, nasimama sasa. Kama fulani alisimama na akasaidiwa, na mimi leo ninasimama, naamini atanisaidia. Nikiamini mambo yanakwenda. Ukisoma ya kwamba Shedraka, Meshaki na Abednego waliwekwa kwenye tundu la nini la moto, ila mavazi yao yalifanyeje? Ukakomea hapo ukaendelea na mambo yako, imekusaidia nini? Si umesoma maandiko, kama maandiko yatakusaidia kumbe, inakubidi tena urudi kwenye imani yako binafsi mwenyewe. Haya mambo unaweza ukayaelewa pale ambapo unapoweza ukawa na utulivu, ukalifafanua kwanza, ukatafuta nini maana ya lile tanuru Unajua, unatafuta nini maana ya mavazi ambayo hayajaungua. Leo ukisema ya kwamba wakuweke kwenye moto, afu mwombe Mungu ya kwamba usiungue kama alivyoungua nani, ambavyo mavazi ya nani ya Meshaki, Shedwake na Abednego hawakuungua? Utafia hapo, lakini natakiwa ujue nini maana ya mavazi ambayo hayajaungua, tafasiri yake, nini maana ya ule moto Utajua. Ukijua hayo, imani yako itapanda juu, na kuna wengine wameshakutana na moto hapa, wengine bila kujua. Kuna wengine mavazi yaliungua, na kuna mwingine mavazi hayajaungua. Kwa mfano mimi, nimeshakutana na moto, lakini nilitoka huko mavazi yakiwa meupe, katikati ya moto na ukitaka uelewe moto utakuja kwenye Agano Jipya, acha la kale, ambao mtume mmoja alisema hivi, dhahabu njema ni ile inayopimwa kwa nini? Ila alikuwa anawaambia wanadamu ya kwamba dhahabu inaoweza akaaminiwa na Mungu nzuri ni ile inayopimwa kwa nini? Ndio maana unaambiwa tena, kuna ubatizo wa maji na ubatizo wa nini? Sema wa moto. Mnaojua wa moto Ila ukibatizwa kwa moto utaungua au hautaungua? Moto wa mwilini, si unaweza ukaungua? Lakini kwa nini maandiko yanasema kuna ubatizo wa moto? Na mimi nao upenda sana, sipendi sana ubatizo wa haya maji mengi hiyo, yani mm, yani hapo ni raha mstarehe. Ila ubatizo wa moto mimi ndio huwa naukubali, na mtu yoyote aliyobatizwa kwa moto huwa stili ana nguvu Anajiamini, hata lingekuja lolote, anajua alikopita ni katikati ya moto. Makofi kama mnanielewa. Sasa basi, kuna mtu mmoja nishagawahi kushuhudia. Nilienda sehemu moja kihuduma, hapo kwa ndugu zangu majirani Wanyamwezi, Tabora, nikawa napiga kazi lakini huko huko kuna ndugu wa mtu mmoja ambaye nilimwombea, Nyarugusu. Alikuwa amebeba ujauzito wa miaka karibu, miezi ishirini na nne. Ni miaka mingapi? Miwili. Mtoto yuko tumboni, kila akienda hospitalini uchungu hakuna, akikaa siku ngili tatu uchungu huo, mji mmoja wa Nyarugusu ila yule mtu nilikuja kuwaombea, kwa kifupi tu, maana historia inachekesha, inafurahisha. Baada ya kuwaombea, nilipomwombea, wakaenda tena hospitalini. Sasa wamesha nenda rudi mpaka hadi pale, sasa wameshawachoka, maana anaenda na uchungu kabisa, uchungu huo umekubali, uchungu lakini akifika pale hakuna cha uchungu. Wanakaa wanakaa, baadaye wanapima, hawaoni mtoto sasa hata opreshen hiyo itakujaje? Hakuna mtoto aonekani, lakini nimekuja kuwaombea na nikawaelekeza kitu cha kufanya. Uchungu ukakubali, uchungu kaenda, uchungu ukaenda, uchungu kaenda. Baada ya kujifungua, kale katoto kadogo kakatoka, kamesha komaa. Lakini kale, yale manini yale kipindi cha Magufuli yalizuiliwa ili tekiawe zile nyeusi nini Maliboro amejifungua katoto kama ndani ya hiyo Maliboro, sijui unanielewa vizuri. Ni maajabu mengine. Sasa nikiwa Tabora, huyo aliyotendewa muujiza akamwambia ndugu yake aliyoko Tabora ya kwamba mtumishi aliyoniombea yuko hapo, na wale wakaja kwenye mkutano hivyo napiga kazi, nimemaliza nimekaa, wakaja wakaniona mke na mme, wakasema jambo hili, wakaanza kujitambulisha, kasema ah, ee, kasema usiondoke, au hujafika kwetu usiondoke, wakanibembeleza, lakini kaendelea na mkutano, wakaona kuja tu na karibia mwisho wa mkutano kama Ijumaa hivi, ndio wakanieleza wakaniambia, baba mtumishi kwetu tuna shida. Kasema shida gani? Kasema huwa tukilala inapofika kwenye saa saba usiku saa sita kuna watu wanakuwa kama juu ya dari wanakojoa, sisi tunaona tu tunakojolewa, tumelala, tunaona mkojo unatoka juu ya nini kitandani hapo. Eh, mmeshaenda wapi na wapi tumeshaenda kwa waganga, tumeshaenda wapi, tumeshaenda wapi, tumeshenda wapi, tumeshenda wapi. Ah, sawa, takuja nimalizie suala hili nikamalizie Jumatatu. Nikaenda pale wakanipeleka mpaka kwa kitanda chao pale chumbani, nimefika pale kukuta kuna Biblia sita ziko kitandani, yaani wamezigeuza zile Biblia kuwa kama mto Nikawaambia na hivi? Tulishauriwa tuwe tunalalia Biblia, tunaweka kichwani. Mulikwepa Biblia mulipoweka kichwani, baba, utafikiri ndoo amezidi kukojolewa, kunaendelea ndiyo tena mkojo wenye harufu kali. Nikawaambia toeni hizo Biblia, wekeni pembeni, ziwekeni vizuri kwa utaratibu. Mimi nilicho kisema, nikasema nimekanyaga hapa leo, hakuna mgeni yoyote asiyojulikana mbele za Mungu kuingia mahali hapa. Nikamaliza nikasema nimemaliza. Wakaanza kusema eh, jamani, mtumishi hivyo tu. Nikamwambia mnatakaje sasa? Sasa bwana, mbona wengine wanakujaga mpaka wanapiga pambio, wanaimba wanafanyeje, wana... Nikasema ni wao, mimi ninaro neno na nayo mamlaka ndani yangu, nimetoa agizo, hakuna atakayekuja tena mahali hapa tofauti na malaika wa mbinguni walioniagiza, wakasubiria siku hiyo. Sasa si unajua kuna kunakuil watu wameshega kuswa na usingizi, wanaenda mpaka saa kumi na moja, wako macho mpaka wakapitiwa na usingizi, mpaka hawakuona. Wakaenda siku ya pili hawakuona, wamekata wiki hawakuona. Niko nimesharudi kule Nyarugusu, niliwaona wanashuka na gari lao pale kuja kuangalia sola, nikaikumbuka Sikiliza, walisema jambo moja, hatujawahi kuona tangu umekanyaga mpaka leo. Hatujawahi kusikia chochote kinachotembea juu ya bahati, hata siku hiyo unatamka. Niliona yule baba ameenda kwenye picha ya Yesu, likubwa kweli hivi, limewekwa pale kwenye ukuta Nikamwambia baba, hakuoni huyu huyu, hakuoni. Nilimweleza ukweli, anayekuona hawezi kumtazama hivi kwa vile unavyofikiri maana Mungu wetu ni Roho na ameketi katika roho. Kumuona ni kwa macho ya roho. Makofi kama unanielewa. <coughs> Nikamwambia huyu hakuoni angekuwa nakuona, angewaona hawa wanaokojoa usiku. Ndio maana nikasema nitakuvuruga, na najua unazo nyumbani. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii, na Mungu akubariki.